Ni ajabu kwamba watu wengi sana wamekuwa na tabia ya kumeza uchungu na hawajui madhara yake, lakini pia hawajui nini cha kufanya. Lakini uchungu ule umebakia na wameumeza ndani, na unayatesa na kuyatafuna maisha yao bila wao kujua. Leo katika kona yako ya saikolojia, na mwanasaikolojia na mwinjilisti Paulo Ringo, tutapata nafasi ya kujifunza madhara yanayoweza kujitokeza pale ambako mtu anameza uchungu, lakini mwishoni nitakufundisha mambo mawili makubwa ya kufanya ili kujiepusha na hali hii ama tabia hii ya kumeza uchungu ambayo inawakabili watu wengi sana. Kwanza, nini maana ya kumeza uchungu? Kumeza uchungu ni ile hali ambayo mtu anapitia mambo magumu, mambo mazito ambayo yanautesa moyo wake yanaumiza moyo wake, lakini anajitahidi kujizuia kuto kusema au anajitahidi kujizuia kutokulia, anajitahidi kujizuia asionekane ya kwamba anapitia mahali pagumu, kungali ya kwamba ndani yake kuna moto mkali unawaka. Hawa ni wale watu ambao unaweza kuwauliza hujambo, akakwambia sijambo huku na tabasamu, lakini nyuma ya tabasamu hilo kuna maumivu makali ambayo yapo na pengine hakutaka watu waweze kuyafahamu, labda pengine kwa sababu analinda hadhi yake, au pengine kwa sababu anaogopa kuchekwa, au pengine anaweza akawa anaogopa kuhukumiwa kwa kusema kile ambacho anaweza kukisema, au pengine wakati mwingine anajaribu kuangalia hadhira aliyonayo, watu waliomzunguka, kwamba wakibaini kile ambacho anakipitia pengine wanaweza wakaumia zaidi. Na tabia hii kwa asilimia kubwa sana imekuwa inawapata wanaume zaidi ya wanawake. Wanawake ni wachache sana, au ni kwa uchache, lakini asilimia kubwa ya wanaume wana tabia ya kumeza uchungu kwa sababu ya ule, wanaume pengine anaona nikisema nitakuwa nimedhalilika, nimeshuka thamani au hivi, lakini maumivu makali yanakuwa yakiendelea ndani yake. Hii tabia ina madhara gani? Ina madhara makubwa sana kwenye maisha ya huyu mtu ambaye anameza jambo ambalo pengine alitakiwa aseme au pengine alitakiwa alie au ashirikishe, lakini analimeza. Kuna madhara makubwa sana ambayo pengine nitakapokuwa nayataja hapa, unaweza ukawa hata wewe kuna kipindi uliwahi kupitia eh, mazingira kama hayo. Jambo la kwanza kabisa, inaongeza kuzalishwa kwa kemikali ya msongo. Hii kemikali ya msongo kitaalamu inaitwa cortisol. Unapomeza uchungu ndani yako ambao ulitakiwa uuseme au utoe, lakini ukaumeza, unasababisha hii kemikali ya msongo, hii homoni ya msongo cortisol inazalishwa kwa wingi, na inapozalishwa kwa wingi, unaongezeka kuwa na msongo wa mawazo. Utajikuta ni mtu ambaye unakosa usingizi, utajikuta ni mtu unachoka sana mwili, lakini baadaye inaweza ikaathiri hata kinga mwili na ile homoni inapokuwa inaongezeka sana, basi hali yako inaendelea kuwa hatari, tofauti na kwamba ungepata nafasi pengine ya kutoa ule uchungu ndani yako, pangeweza kuzalishwa kemikali za ridhiko kama dopamine na nyingine ambazo zinaweza kukupa we riziko, na unajikuta unatoka kwenye haya matatizo ambayo yanaweza kusababishwa na kemikali hiyo ya msongo. Jambo la pili ni shinikizo la hisia, emotional pressure. Maanake ni nini? Huyo mtu ndani yake kunakuwa na hisia ambazo zinatakiwa zitoke, lakini amezilazimisha kuzijaza ndani, kwa mkandamizo unakuwa mkubwa ndani yake. Matokeo yake zinakuja kulipuka kwa nguvu, na tunaziona pengine labda kupitia mtu kukasirika eh, na kupaniki kwa vitu vidogo vidogo. Kitu kidogo tu, lakini analipuka sana huyu mtu, alikuwa ndani yake na mkandamizo mkubwa wa hisia. Au mwingine analipuka kilio anie eh, na pengine mlikuwa hamjatazamia, lakini alipuka kilio sana. Huyo mtu palikuwa na mkandamizo wa hisia. Ama pengine unaweza ukamuona mtu anabutwa e, amebutwa kabisa. Mlikuwa mnaongea, lakini anabutwa, ni kama anahama kabisa. Hata mnamuita fulani, anakuwa kama hayupo. Akija kushtuka naambia, vipi, mbona una mawazo? Naambia, ah, wala sina shida. Manake kuna mkandamizo ndani yake wa kihisia ambao unakuwa unamtesa. Lakini madhara ya tatu, aa, ambayo yanaweza kujitokeza, tunasema ni mkanganyiko wa kihisia Mkanganyiko wa kihisia kwa lugha ya kitaalamu, mood swing. Huyu mtu anakuwa haeleweki, ghafla unaweza ukamkuta ana furaha, lakini dakika chache amesha kuwa na huzuni. Huyu mtu unaweza ukamkuta hapa anazungumza kwa ucheshi, lakini dakika chache unaweza kumkuta yuko mahali analia, ana huzuni fulani kwa anakuwa haeleweki, atabiriki, mkanganyiko wa kihisia. Ukimwona mtu wa namna hii, jua huyu mtu kuna namna ambavyo amemeza uchungu ndani yake ambao ulitakiwa utoke. Lakini madhara ya nne ambayo anaweza kujitokeza ni kuharibika kwa ufanisi. Utaona kazini ufanisi unaharibika. Utaona kwenye ndoa ufanisi unaharibika. Utaona kama ni mwanafunzi ufanisi unaharibika. Katika yale ambayo anayafanya, hawezi kuyafanya tena kwa ubora kama alivyokuwa anafanya awali. Lakini hata na yeye mwenyewe mkimuuliza, sawa mimi sijui, lakini ule ufanisi unashuka. Mtu ambaye amemeza uchungu ndani yake siku zote ufanisi katika kuyafanya yale ambayo anayafanya unashuka. Anaweza akawa anafanyia jazba, anaweza akawa anafanyia kukata tamaa na mazingira mengine kama hayo, ambayo anaweza kuathiri ule utendaji wake wa siku kwa siku. Lakini madhara ya tano yanayoweza kujitokeza ni kupoteza maana ya maisha. Huyu mtu anaweza akaona maisha hayana maana tena Eh, kwa hiyo akaamua tu kujiishia kwa namna anavyojiishia. Vile vitu ambavyo alikuwa anavithamini, mnaona vithamini tena? Ni mtu alikuwa anajijali, kujitunza, wala hajitunzi tena. Pengine mwingine anaweza akafika mbali zaidi, mkajikuta hata vile vitu ambavyo vilikuwa vya muhimu sana kwake anaanza kuvidharau na vinapotea tu kwa namna ambavyo vinapotea. Na mwingine anaweza akafika mahali hata pa kudiriki kujiua, kwa sababu anakuwa anapoteza ile maana ya kuishi ama maana ya maisha. Lakini madhara ya sita ni mfadhaiko wa mwili, kudhoofika kwa mwili, na hii kitaalamu inaitwa psychosomatic symptoms. Psychosomatic symptoms, hii ni ile hali ambayo mtu anaweza kupata maradhi ama kupata mfadhaiko wa mwili ambao hauna sababu za kibayolojia. Mtu anaweza kuwa na maumivu makali ya viungo, maumivu ya kichwa, mtu anaweza akawa hata na wakati mwingine vidonda vya tumbo ambavyo ukienda hospitali wanakuambia punguza mawazo. Huyo mtu anaweza akawa na shinikizo la damu la juu la chini, huyu mtu anaweza akawa na sukari kupanda kushuka, ambayo haisababishwi na hali za kawaida za kibayolojia. Hiyo tunasema ni psychosomatic symptoms, yani ni mfadhaiko wa mwili usiokuwa na sababu za kimwili, lakini unasababishwa na mkanganyiko wa kisaikolojia. Kwa hiyo hii hali ya kumeza uchungu ni hatari, ni hatari, ni hatari sana, na watu wengi wamekuwa wanaiendekeza wakiwa wanalinda status zao, wanaogopa kusema, wanaogopa kueleza kile ambacho wanapitia. Unajiua taratibu ndani yako. Sasa nini cha kufanya? Nataka nikutajia mambo mawili tu makubwa hapa ya kufanya. Jambo la kwanza, kubali ya kwamba na wewe una haki ya kuumia. Kubali na we una haki ya kupitia magumu, kwa sababu kuna mtu pengine anaweza akawa amefikia status fulani ya maisha, amefikia hadhi fulani, haamini ya kwamba naye anaweza akadhalilika, haamini ya kwamba naye anaweza akatendewa magumu yale, pengine kwa, kwa namna ambavyo ame amejipambanua anaona kama sio haki yake hiyo kupitia magumu. Ndugu yangu, wewe ni mwanadamu kama wanadamu wengine, na wala sio malaika. Ni haki yako ya kimsingi pia kupitia magumu ambayo unaweza kukutana nayo kwenye maisha. Kwa kupitia magumu unayoyapitia si kwamba umelaaniwa, sana au sio kwamba inakushusha hadhi yako, ni sehemu yako kama mwanadamu. Kwa ile kukubali ya kwamba na wewe pia unaweza kupitia kwenye magumu, itakusaidia kuanza kufikiri kutokumeza ule uchungu, na ikakutengenezea mlango wa wewe kuanza kutafuta njia ya kujitetea kwa namna yoyote, ili ile ule uchungu usije ukaumeza. Lakini sasa ukishakubali ya kwamba na wewe unaweza kuumia, chukua hatua ya pili: shirikisha Hakuna njia bora zaidi ya uponyaji wa machangamoto za kisaikolojia kama kushirikisha. Tafuta mahali sahihi, shirikisha. Tafuta rafiki mwenye hekima, mshirikishe. Tafuta kiongozi mwenye hekima, mshirikishe. Tafuta basi hata mwana saikolojia mshirikishe. Tafuta hata kiongozi wako wa imani, mshirikishe. Usimezee kitu ndani yako ambacho kinakutesa kule. Kusema kunaanza kukufungulia wewe mlango wa kupumua ndani yako, na ukipata nafasi ya kusikilizwa ile homoni ya msongo tuliyosema cortisol inaanza kupungua, zinaanza kuzalishwa homoni za ridhiko kwa sababu tu umesikilizwa. Madopa maina na mengine yanaanza kuzalishwa hayo, na yakizalishwa hayo makemikali ma ya ridhiko, basi ndani yako ule msongo unaanza kupungua, nao unaanza kuona relief, unaanza kuona kupata kahauweni ndani yako. shirikisha hata kama una hadhi sana, unajua una mfanyakazi ni mdogo sana, lakini ana hekima. Shirikisha, eleza kile ambacho nakipitia, na kule tukushirikisha na kusikilizwa, utaanza kutengeneza njia mbele yako. Narudia kusema tena, tiba kubwa ya kisaikolojia ni kushirikisha mahali sahihi, napoweza kushirikisha mahali sahihi, na wewe kuweza kupewa njia taratibu. Njia taratibu itaonekana mbele yako. Naamini kuna kitu umejifunza, na pengine unatamani kujifunza zaidi mambo mengine mengi kama haya. Mimi nakuomba subscribe kwenye channel hii, ili tunapoendelea kuweka mafundisho haya mengi, we wa kwanza kuyapata mafundisho haya, lakini pia share kwa wengine, comment na like. Kwa kufanya hivyo, unakuwa umetoa mkono wa shirika kwangu mimi ili kuwezesha huduma hii kukua zaidi, lakini unaiwezesha kuwafikia wengi zaidi. Mimi nakutakia kila laheri. Kwa sababu unapoimarika wewe na sisi tunaimarika. <tune>